Amajina naitwa Oscar Kissanga ni mkurugenzi wa chemba ya biashara wenye viwanda pamoja na kilimo kwa Kiingereza tunaitwa Tanzania Chamber of Commerce, Industry and Agriculture. Sisi ni washiriki wa karibu sana na wenzetu wa Agra. Agra ni partners ambao wanatokea nchini Ubelgiji na lengo lao kubwa ni katika kuinua asasa vijana pamoja na kinamama katika soko wanaolifanya mipakani. Lengo kuu ni kuhakikisha kwamba kinamama hawa kwanza wanapata elimu katika kufanya biashara zao lakini pia wanaweza kufundishika katika vikwazo ambavyo viko mipakani wanapofanya biashara zao. Sasa Simba wafanya biashara, sisi tuna dawati linaloshughulikia vijana pamoja na kinamama katika kuhakikisha hizi fursa wanazipata na wanazifanyia kazi. Tumefanya ma, uh, event kama hii katika mkoa wa Mbeya, Kigoma, Mwanza na sasa tumekuja Arusha katika kuhakikisha kwamba tunawawezesha vijana pamoja na kinamama ili waweze kuchangamkia hasa hasa soko la ndani lakini soko la Afrika Mashariki na sasa tunakwenda katika soko la Afrika ambayo inaitwa Africa Continental Free Trade Area. Ukienda kufanya ka biashara katika maeneo hayo, kuna vikwazo unaweza kukutana navyo. Kama hujafundishwa, huwezi kupambana katika soko hili. Kwa workshop kama hii ama training kama hii ama events kama hii, tunawakutanisha vijana hao na kina mama katika biashara hizi ili waweze kujua hivyo vikwazo, lakini ni jinsi gani wanaweza kupambana ili kuweza kushindana katika soko hili upande wa mboga mboga, biashara zozote wanazozifanya katika kuwezesha maisha yao, lakini kubwa kuliko wanaweza kufanya biashara, wanaweza kukopesheka. Ukikopesheka manake unaweza kufanya biashara, na ukifanya biashara manake unainua maisha yako wewe kama Mtanzania mmoja mmoja, lakini mwisho wa siku unaweza ukaanza kulipa kodi. Ukilipa kodi manake nini? Unachangia pato la taifa, na kodi itaendelea kukusanya, nchi itaendelea kuendelea. Kwanza vikwazo viko vingi, vikwazo vya kikodi, vikwazo vya tozo wanakutana na mtu, anaweza kaweka mboga zake hapa lakini kumbe alitakiwa hata asilipe kodi yoyote, ni zero tarif, lakini mtu anamfata, anamwambia mimi natakiwa ulipe kodi, lakini kuna vitozo zingine siyo za kuhifadhi eh, bidhaa zako. Kwa hiyo vimekuwa ni vitu ambavyo ni kero kwa wafanyabiashara, na sisi kama chemba wafanyabiashara tuna dawati la kukusanya vikwazo hivyo, ambapo kwa mfano mtu tu akipata hilo tatizo, anatuma meseji moja kwa moja kwenye chemba wafanyabiashara TCCIA au anapiga simu, kuna namba yetu hotline, unapiga tunachukua hicho kikwazo. Kama kikwazo kinahusiana na mambo ya TRA tutakipeleka TRA, kama kinahusiana kwenye halmashauri tutapeleka halmashauri. Na kwa kujibu swali lako la pili, ni kwamba tumewakusanyisha vijana katika mikoa saba na leo tuko Arusha, nadhani kama tunahitimisha watu waliotokea Arusha pamoja na Manyara na mikoa ya karibu katika kushiriki katika mafunzo haya. Lengo ni nini? Ni kuhakikisha vijana, akina mama wanapata fursa hii ya kujua biashara gani wanaweza kuzifanya kwa wakati gani na vikwazo gani vikiwapata wanaweza wakavitumia. Niwape kitu kimoja kwa mfano, sisi Chemba wafanya biashara ndio tunaotoa certificate of origin unapotaka kuuza bidhaa zako nje, ili ionekane hii bidhaa imetoka Tanzania ni lazima uwe na cheti cha uasili. Kwa mfano, unazalisha maji ama unazalisha mbolea, unataka kuenda kuuza Rwanda, unataka kuenda kuuza Kongo, ni lazima uwe na cheti hicho cha uasili. Na hicho cheti cha uasili kutokana na hii mikataba tunayoingia kimataifa ya East Africa, mikataba ya SADC, kuna taarifu fulani unapata uh, lilifu ukitumia hicho cheti cha wasili. Leo pia moja katika mafunzo atakayenda kufundishwa ni matumizi ya cheti cha wasili yani certificate of origin. Kwa ni fursa nyingi ambazo vijana tunategemea wazipate na waweze kuzitumia katika biashara zao wanazofanya katika maisha yao ya kila siku sasa hivi kuna mazungumzo yanayoendelea katika soko la afrika yani african continental free trade area soko hili lina takriban ya watu bilioni moja na milioni mia sita mazungumzo haya yanasemaje itakapofika mwaka elfu mbili na thelathini ukizalisha bidhaa yako yoyote ukaipeleka katika nchi yoyote ya afrika unaenda kuuza kwa zero tarifu, yani ulipi kodi yoyote maana yake nini watanzania vijana na hawa ambao wanashiriki katika biashara hii kuhakikisha tunazalisha product au biashara ambazo zinaweza kushindana katika soko la Afrika la nchini Ethiopia. Anatumia wito kwa Watanzania kuhakikisha tunajiandaa na kuhakikisha kwamba, ili soko huru Afrika linalokuja lenye takriban watu bilioni moja na milioni mia saba tunatumia uhakika na kuhakikisha tunazalisha product zenye manufaa. Mfano, mtu kama anatengeneza kifungo tu cha shati, manake ukitengeneza kifungo cha shati chenye ubora, chenye standard zilizopitishwa, ukienda kuuza kwenye hili soko la watu bilioni moja na milioni mia sita, manake unapata trilioni of mane. Kwao tuhakikishe tuna produce product ambazo zitakwenda na viwango. Statistiki ya pili inasema hivi, akina mama sasa hivi ni wengi kuliko akina baba. Maanake soko ni lao, soko ni lao kulichangamkia. Vijana ni wengi kuliko wazee, soko ni lao. Sisi chemba, kama wafanyabiashara, tuna takribani wanachama elfu moja na thelathini nchi nzima ambao wako katika sekta ya kilimo, viwanda pamoja na biashara, na hao wako katika makundi ya madogo, wanachama wale wakubwa na wale wanaoitwa corporate, lakini idadi kubwa sana ni hao wa chini ambao wanaitwa SMEs. Nitoe wito kupitia Chamber of Commerce Industry and Agriculture, njooni mjiunge ma wanachama wa TCCIA ili muweze kuchangamkia fursa hizi na kupata masoko ndani na nje ya nchi. Na hii inasema hivi, tuko wazi kuwasaidia muda wote masaa 24 na chemba ni yenu, sio ya kwetu, chemba ni ya Tanzania wote. Arusha tuna chemba of commerce na mikoa yote ishirini na sita pamoja na wilaya zote 121 za Tanzania Bara. Lakini chemba wafanya biashara ni wanachama wa umoja wa International Chamber of Commerce duniani. Ukienda Chamber of New York utaikuta, ukienda Chamber of London, ukienda Dubai, Qatar, kote huko kuna chemba lakini pia sisi tuna muunganiko au wanachama wa chemba za Afrika inaitwa Pan Africanism Chamber of Commerce na makao makuu yake yako Ethiopia. Na wiki inaanza kesho, tutakuwa na mkutano nao, tunakutana Dar es Salaam katika kuhakikisha tunazungumza fursa za chemba zetu na kuhakikisha tunashirikiana kwa ukaribu na serikali yetu. La mwisho nimshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kufungua mipaka na nchi kuendelea kwa vizuri especially kuweka mazingira mazuri ya biashara inaitwa